Hebu fikiria unaandika kitu kidogo tu katika Google. Let's say unaandika una search simu bora 2025 ni zipi? Ama let's say una search keki rahisi kuweza kutengeneza katika Google. Lakini kabla hata haujamaliza kubonyeza enter, boom, majibu zaidi ya milioni moja yanatokea ndani ya sekunde moja tu. Hivi umesha kukaa na kujiuliza namna gani ambavyo Google inapata majibu yote hayo kwa haraka kiasi hicho? Sasa leo kupitia video hii nitakupatia siri kubwa nyuma ya teknolojia hii ya Google Search Engine; the way ambavyo inafanya kazi kiundani na hadi kuweza basi kuleta yale majibu kwa kasi ya ajabu. Kufumba tu na kufumbua inakuletea majibu ya kile ambacho umekisearch na kuletea peji mbali mbalimbali, website tofauti tofauti ambazo zimekusanya majibu ambayo unayahitaji. Kwanza kabisa, watu wengi wamekuwa wakifikiri Google huanza kutafuta majibu pale tu unaposearch, lakini ukweli ni kwamba tayari Google ina majibu ambayo bado hata haujauliza tayari imeshikilia kwa sababu Google huweza kutumia hivi vitu viwili. Cha kwanza ni web crawling, lakini cha pili ni Google indexing, vitu viwili vikubwa sana ambavyo vinatumika, na ndio sababu ya kwa nini Google unapo search kitu, ufumba tunakufumbua tayari umeletewa majibu ya kile ambacho umesearch. Sasa tuchukulie mfano huu rahisi ili tuweze kuelewana namna gani ambavyo hiki kitu kinafanya kazi. Fikiria Google ni kama maktaba kubwa sana duniani, na web crawlers ni kama wafanyakazi wa hiyo maktaba ambao wanaizunguka maktaba hiyo kila siku, huweza kuchukua kitabu kipya, vitabu vipya na kuweza kuvichambua na kuvihifadhi katika katika shelf, katika rafu sahihi kwa kila kitabu hiko ambacho kimeingizwa ama kimekuja katika maktaba hiyo, kubwa duniani. Sasa web crawler ama unaweza kuiita Google bot huweza kuzunguka katika tovuti zote duniani hadi ile ambayo inawekwa leo na kuweza kupitia kila page kucheki maandishi, picha, maneno ambayo ni muhimu na links tofauti tofauti ambazo zinapatikana katika peji hizo, na baada ya hapo huripoti sasa kwa Google, kwa Google hii website ama hii kurasa ipo katika website hii na inazungumzia mada fulani. Kwa mfano tuchukulia kuna tovuti mfano ya mohamedhafidh.com. Crawler hii, web crawler, itapitia hii website ya mohamedhafidh.com katika kila peji na itapitia na kusoma kila kitu kilichomo katika website hiyo. Na baada ya hapo utakuta kama inasema hivi. Okay. Website hii inahusiana na mambo ya teknolojia. Masuala mbalimbali, tutorials tofauti tofauti zinapatikana hapo na tips mbalimbali mbali za YouTube, baada ya kupitia website hiyo na kuona kile ambacho website hiyo inatoa. Na ndio maana unakuta unashauriwa sana unapotengeneza website usichanganye mambo mengi sana katika website moja. Kama unahitaji ku share maudhui ya tech, basi tengeneza website ambayo itabeba maudhui ya teknolojia pekee na sio katika website hiyo hiyo unaweka maswala ya mapishi, maswala ya udaku na mambo mengine. Sio kitu kizuri kuweza kufanya. So baada ya hii web crawler kuweza kumaliza kazi yake, kuweza kupitia website hiyo, kupitia kila peji, taarifa zote zinazopatikana huweza kuwekwa katika Google Index, ambao ni kama database tu kubwa zaidi duniani ambayo imekusanya yale maarifa ya katika internet ya mtandao. Hii Google Index ina mabilioni ya pages na kila page ambayo ima humo imorozeshwa kulingana na maneno muhimu tunaita keywords na mada zake. Kwa mfano ukiandika how to cook rice Google haitoki kuweza kutafuta mtandaoni moja kwa moja, bali inaangalia katika hizi Google index, katika index yake na kuweza basi kusema tupo na kurasa milioni tatu na laki tano ambazo kuna maneno hayo ambayo yamewekwa hapo ambayo huyu mtu amesearch. Sasa wacha tuweze kupanga haraka haraka kulingana na ubora huko backend, huko nyuma ya pazia, kunapofanyika hizo process, mpaka wewe unaona matokeo, ndio kunafanyika vitu kama hivyo. Na jaribu kukuelezea kwa ujumla, kuweza kupata concept iliyopo katika kile ambacho unakifanya unapo search kitu katika Google, kile ambacho kinatokea sasa. Wacha ni kuonyeshe pale ambapo uchawi wa kweli wa Google unapofanyika. Google inatumia kitu ambacho kinaitwa search algorithm, ambao ni mfumo wa akili unaopanga matokeo yako. Algorithm hii inachunguza zaidi ya factors mia mbili kwa sekunde chache tu. Kwa mfano, inaanza kuangalia ubora wa maudhui, content quality, domain authority, nguvu ya hiyo tovuti yako, kasi ya tovuti page speed, lakini pia location eneo lipo, na hata historia yako history search, ile search history yako ambayo upo nayo katika kusearch vitu mbalimbali mbali. Kisha sasa inaanza kukuonyesha zile peji ambazo zina uwezekano mkubwa kupatia jibu sahihi zaidi ya kile ambacho unakitafuta. Unaweza ukajiuliza ama kuuliza, lakini sasa, mbona inafanya kazi kwa spidi sana, ipo kwa haraka zaidi? Unapo search tu inakuletea majibu na yamepangiliwa katika mpangilio mzuri. Sasa Google ina data center nyingi duniani, na data center hizo zina hala kubwa ya kuhifadhi nakala mbalimbali, kopi mbalimbali mbali za peji tofauti tofauti servers mbali mbali duniani kote Google ipo nazo. Kwa hiyo sasa badala ya kuweza kutafuta kila kitu kuanzia mwanzoni, Google tayari inachukua majibu ambayo yaliokwisha kuwa cached, yameshahifadhiwa tayari katika server ambayo ipo karibu na eneo lako. Kwa mfano, chukulia ukisearch upo eneo la Zanzibar, huenda unaweza kupata majibu ambayo yanatoka katika server iliyo karibu na eneo hilo, server ya Google. Na server ya Google ambayo ipo eneo karibu katika hii East Africa unakuta pengine Nairobi pale wapo na data center yao Google ama Johannesburg, na ndio maana unakuta inakuja kwa haraka sana. Haihitaji Google kuweza kuchukua peji ama kusearch kutoka katika server ya mbali, wakati hapo karibu tayari server za Google zipo, ambapo huyo mtu anayesearch anatokea. Na siku hizi Google unakuta imeongeza akili bandia, AI katika ule mfumo wa utafutaji, tunasema rank brain, lakini pia kuna nyingine inaitwa search generative experience pia hizi ni AI zinatumika kuweza kufanikisha jambo hili, na inaifanya Google isiangalie tu maneno, lakini pia inakuelewa kile ambacho unataka unaelewa, inaelewa kile ambacho unahitaji. Kwa hiyo inakusogezea majibu ambayo yatakuridhisha na utapata kile ambacho unakitafuta na inaelewa kile ambacho unamaanisha. Okay, so Google inafanya kazi hivyo kwa ufupi. Hii ninayokupa hapa ni general view, lakini ndani yake kuna mambo mingi sana, so unaweza kujifunza zaidi kupitia katika internet namna gani search engine ya Google inafanya kazi. Lakini hiyo ndio siri ya Google, jinsi ambavyo unapata majibu na bila kuchanganyika, majibu hayo kuleta vitu ambavyo hujavisearch inatokana na vitu hivyo ambavyo nimekuelezea katika video hii, issue ya web crawling. Kama unahitaji kufahamu zaidi, tutakuja kuelezana hapa katika channel yangu ya YouTube kiundani zaidi. Fahamu tu kazi yake kubwa ni kukusanya taarifa duniani kote, lakini pia kuna hii indexing. Google indexings inaenda kuhifadhi taarifa mbalimbali katika database kubwa, lakini pia kuna ranking inakwenda kupangilia majibu bora kwa kutumia algorithm. Pia kuna caching, kutumia servers ambazo zipo karibu na wewe ambaye una search, na kuna hizo AI mbalimbali mbali mbali ambazo zinasaidia kuweza kuelewa basi maana swali lako ambalo unauliza kwa ndani na kutambua kila ambacho unahitaji. So mara nyingine unapoona Google imekupa majibu kwa haraka usifikirie kuwa ni uchawi. Ni teknolojia kubwa ambayo inafanya kazi usiku na mchana kuweza kutafuta basi kuhifadhi na kupangilia maarifa yote duniani ambayo yapo katika internet. Kama umependa maelezo haya na umeanza kupata picha japo kidogo kinachofanyika, ningekuomba ulike video hii, subscribe channel yangu lakini pia tuweze kuwa pamoja katika social media account yangu Mohamed Hafidh ndio jina ambalo nalitumia, so hakikisha tunakuwa pamoja na kuendelea kujifunza na kushare maarifa. Kuna mengi ya kuweza kuyajua, tumekuwa tukiyatumia, tukiyafanya katika ulimwengu huwa teknolojia lakini tunashindwa kujua kiundani kile ambacho kinaendelea nyuma pazia katika teknolojia hizo. Kwa hiyo kuwa karibu na chaneli yangu ya YouTube, tuendelee kupeana maarifa kama haya na kujifunza pamoja. Sina la ziada. Una la kuongezea, una maoni, una swali lolote lile